Hello, my good people, mambo vipi, mko poa, mnaendeleaje? Jamani, tunawapenda sana. Kama ambavyo mnaona, mzigo wetu ndo huu hapa. Tunamshukuru Mungu, mdogo mdogo tunatembea mwendo mdogo mdogo, lakini mambo yanaenda. Na tujawapa chakula bado, ndo tupo hapa kwa ajili ya kwa kuwapa kwa chakula. Yako wapi haya madishi? Osha chapu Kwa hiyo tunaendelea tunataka tuwape chakula na saizi wamesha kuwa sana. Kwa hiyo hapa ndani sidhani kama tutawahamisha, sidhani kama tutawahamisha huku, tunataka, tu, tunataka tutengeneze huku ili tuwaandalie wale wengine, so hawa watatulia kwanza hapa, watatulia kwanza hapa. Yule ambaye alipooza kabisa yule, saizi ndio huyu hapa, na anatembea anatembea vizuri na anafata chakula na unamwona, eh, anatembea vizuri jamani, wezi amini. Alipo analyze tu siyo, alipo analyze vipi? Kapepo kalipita hapa, lakini nikamwekea nika tu ile tima farm. Kwa kweli anaendelea vizuri sana, anaendelea vizuri, anakula anakunywa maji. Huyo hapa hapa anateleza kwa sababu ya hilo beseni, lakini akitoka hapo ndani anatembea vizuri kabisa, si unamwona anajikongoja Mungu ni mwaminifu hawa jamaa wajalaa wa, njaando inawasumbua. Mabeseni yenye mabichi bado hayajakauka, unaona beseni zikiwa bichi hivi azifai, chakula kinaenda kuyeyuka kinaishia humo. Jamani, leo mjiandae tusafishe huku, sawa? Mkisha kunywa chai leo kuna kusafisha huku. E, wanaendelea vizuri kama ambavyo mnawaona. <laughs> E, wameona tu beseni hao. Ukienda huku wanakufuatilia, ukienda huku wanakufuatilia. Utaona vijogoni vingi sana yani eh? Hapa majogoni naona ni mengi kuliko matemba. Unayaona vizuri, hebu nyie angalieni. Tunaona majogoni mengi zaidi kuliko temba. Naona imeweka tu beseni hivi, ndiyo maana wamefika, kwa sababu wamewea hili beseni. Hili beseni bichi, siwezi kuwekea chakula mpaka nikauke vizuri, naenda kuiweka juani. Pa, hao wanakuja kwa sababu wanajua kuna chakula huko <laughs> Eh, mi ni <kwa> enjoy tu <laughs> Hezea nyiwe tende kazi wadau, tende kazi, wanaendelea vizuri sana jamani. Zero death kama kawa, naendelea vizuri sana kwa <laughs> kueza, hamna chakula hapa, acheni ujinga huo <laughs> Msisahau jamani, kusubscribe, kushare, kucomment, kulike. Tunakwenda na live na maswali ya papo kwa papo pale YouTube, pale TikTok. Kwa hiyo nakaribishwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya hiyo. Sawa ndugu zangu, one love.